Ningependa kumtambulisha mme wangu mateso sura ndefu, karibu. Haleluya jamani, leo ni siku yangu nzuri mbele yenu, mimi ndo bibi harusi. Ah, na wakaribisha wageni wote waalikwa, najua kila mtu amekuja kwa ajili yangu kusherehekea siku yangu hii muhimu kwanza kabisa napenda kumtambulisha la azizi wangu nyongo mkaliaini, firigisi yangu wauba, bandama yangu eh, ambaye nashia naye siri zangu zote za moyoni, mme wangu ambaye leo tumehalalisha kabisa, ni mme wangu wa ndoa wenye wivu wa jinyonge. Kwa majina yake anaitwa Mr. Handsome Emmanuel Kurukaruka. wenye wivu asante.